Elimu mwalimu mstaafu Elijah Nyagah kutoka kaunti ya Elimu amegeukia kilimo na kuwa mfanyabiashara mashuhuri wa kahawa. Akiwa na miaka sabini na sita, Mwalimu Nyagah amebainisha kuwa kustaafu sio mwisho wa kazi na kujituma. Mwalimu huyu sasa akipata mapato zaidi kupitia kilimo cha kahawa, kama anavyotuarifu Mary Muoki. Mwalimu mstaafu Elijah Nyagah anaonyesha kuwa kustaafu sio mwisho, bali mwanzo mpya kwake. Badala ya kutegemea malipo yake ya kustaafu, yeye sasa amekuwa mkulima wa kahawa na anajizolea mamilioni. Kwenye kampuni ya kahawa ya Kagongo, wafanyikazi hapa wanafanya kila juhudi kuhakikisha kahawa inayotoka hapa ni ya kiwango cha juu ili mapato yake pia yawe ya juu. When a Uh, used to put it in the sorting area where he removed the underripe, overripe, and the bone. Then after that, he takes his coffee to the crack where he, he, he used to weigh, weigh that coffee. Mageuzi haya yakitoa fursa ya kahawa kuwa kitega uchumi kwa wakulima wengi Elijah na maelfu ya wengine wanavuna faida hizo kumpa uhuru wa kifedha katika miaka yake ya kustaafu especially youth waingie kwa hii coffee industry because uh, if you have a shamba in fact it's doing better than being employed according to me if i'm going for employment now having coffee and tea, kwa Elijah, kahawa kwake si pesa tu, bali pia ni njia ya kuimarisha jamii ya eneo hili. Mbali na kutoa ajira kwa vijana, wakulima wa kahawa pia hupewa mafunzo kukuza kilimo hiki. Japo kustaafu kwa wengi ni kupumzika baada ya miaka ya pilikapilika -Pilka. Kwa mkulima huyu wa miaka sabini na sita, mkoko ndio unaalika maua. Mary Muoki, Runinga.